Kumekuwa na changamoto kubwa kwa baadhi ya wafungwa wanaokamilisha vifungo vyao kujikuta wanarudia uhalifu na kujikuta tena gerezani. Na utafiti wetu unaonyesha kwamba kati ya sababu kuu zinazofanya baadhi wajikute tena kwenye mikono ya usalama ni pamoja na hali ngumu ya kiuchumi. Wanapokuwa wamekaa gerezani kwa muda na baadaye kurudi uraiani, hukumbana na changamoto nyingi, na baadhi hushindwa kusaidia ni kwa sababu hiyo tumeandaa programu hii maalum kama sehemu ya uelekevu wa wafungwa wa kuwajengea uwezo wa kujiajiri pindi watakapomaliza vifungo vyao hapo. Hawa wafungwa ni wale ambao wanakaribia kumaliza vifungo vyao. tunawapa programu ya ujasiriamali na stadi za biashara. Programu hii ni programu ya wiki mbili. Lengo hasa ni kuwajengea uwezo wa kutumia ujuzi ambao wengi wao tayari wanayo, kuweza kuigeuza na kujiajiri wenyewe katika taifa letu la Tanzania, kama ilivyo kwenye mataifa mengi yanayoendelea, tuna tatizo la ajira. Tunao wanataaluma wanaohitimu kwenye vyuo, na baada ya hapo huwa kuna changamoto ya namna ya kugeuza ujuzi walionao huweza kujipatia kipato. Ala. Programu hii ni sehemu ya kuwawezesha hawa wafungwa wanaomaliza muda wao wageuze ujuzi walio nao, kwani tunatambua miongoni mwao wanaweza wakawepo mafundi seremala, mafundi ujenzi na kuna wengi ambao wamepitia mafunzo ya, wa ya kilimo na mafunzo mengine. Kwa hiyo tungependa watumie ujuzi huo walionao, na sisi tuwawezeshe, kwa mfano, namna ya kutapata soko, namna ya kutambua fursa. Mara nyingi ili uweze kujiajiri, cha kwanza ni kuweza kutambua fursa za ujasiriamali na hatua ya kwanza ni kutambua changamoto zilizoko kwenye jamii, kwani kuna uhusiano kati ya changamoto tulizonazo kwenye jamii na fursa za ujasiriamali. Pamoja na mlimbabo, lengo letu ni kuhakikisha sio tu kwamba hawarudii wa uhalifu, lakini wanachangia pia kwenye kipato cha taifa ni matarajio yetu kwamba watakapofanikiwa wataweza kuwa pia sehemu ya walipa kodi wa Tanzania.